Hali namna gani? Hapa Hassan mwana wa Ali ndani ya bonge bonge la radio Radio 47. Sikiliza hili shairi eh, uh, ujira ni uh, Mama komesha mahoka ujirani kudumisha. Ulipopata hatamu eh, uh, ujue ni mama yupi jijazie. Tunajua mjadala ambao umekuepo, na leo pia tunajadili ni kwa namna gani vyuo vikuu hasa vya umma vinachechemea. Tutakuwa na wadau mbalimbali wakijadili na wewe pia unaweza ukachangia mmoja uh, wapo wadau ni huyu mwalimu mwandishi Abubakar Talwa, karibu sana. Tunazungumza kuhusu msamiati wa shambani, wanafunzi gredi ya nne, gredi ya tano, tujue msamiati wa shambani mm -hmm. hii ni silaha ya mwalimu <laughs> eh, tuna mwalimu mwengine hapa eh, mwandishi <laughs> eh, na vile vile msomi Taita Sakwa afya <laughs> eh, afya ya akili. Tunazungumzia afya ya akili, hata vio unapochetemea kumbuka kuna watu wanaathiriwa, kuna mishahara kuna nini wanafunzwa na kwa hivyo lazima uwe na matatizo kidogo ya akili, lakini si kwamba una matatizo ya kiakili, lakini afya ya akili unadhurika kidogo hmm. Utajua ni akili unde ama ah, si akili unde, akili Aha. unde ni AI, oh, hmm. Fafanua, na nilitaka tu uchokoze tu kidokezo, lakini tayari ushatoa maelezo ya gumzo lote. Huyu ndiye <laughs> Beatrice Maganga, msomaji wetu wa habari e, ukiona amevalia kijeshi, yani yupo kazi. Eh, weekend ni kazi tu au sio Maganshi? Kabisa. Eh, vipi hey, lakini niko mzima, kwema hey, labda wewe. Maganga mwenyewe msomaji wetu wa habari hii. Ndio sauti no, inaendana na sura na hatujamaliza. Njoo studio ya pili huko, kumbuka Kemboi ndiye anarekodi hivi leo eh, yeah. hey, tumetoka studio ya kwanza umeona baadhi ya wageni tutakao kuwa nao. Na pia umeona tupo mbashara. E, www.radio47.fm Patrick Moura mwenyewe anacheza na kamera hapa, mashine kuhakikisha mambo yanakwenda uzuri, ndiye mzalishaji wa kipindi. Huyu kijana atashiriki kitengo cha nani? Mkali ni mwanafunzi anasomea wanahabari ICS sio? Anaitwa Levis Nabiswa Wanjala. e, mwenye mwenyewe amebeba silaha za kemikali hapa e, atapambana na mwenzake hapa kutoka chuo gani? Ni, ikipe ni cha la ikipe cha ukiku cha la eh, mwaka wangapi? Mwaka wa kwanza. Jina, jina ni Eliud Kisa Kisa. Naam, wewe angalia bwana, amemtishia mwenzake hata kabla ya mtihani, hata kabla ya mtihani. La ikipe watu wanavaa bwana, hataki mchezo bwana, na ni chuo cha umma. Naam, na leo tunaangazia hayo masuala, mjadala na baadhi ya wadau tulionao kuangazia mjadala huu, vyuo vya umma vinavyochechemea. Ni mheshimiwa mwenyewe Arnold Maliba. Arnold Niko, Karibu sana Radio 47. Asante Ma, sana. Mambo mazuri? Niko sawa. Arnold wewe ulikuwa chuo kipi? Cha Nairobi. Cha Nairobi. Eh, kwanza sasa hiyo ndio kinaongoza kwa masaibu. Uliona madeni na nini na mambo mengi tutajadili kwenye kipindi hiki cha leo. Baadhi ya kuna mwanafunzi mmoja anakuja nani mkali? E, eh, analetwa punde atakapowasili tutaanza. Kemboi yupo kwenye ukurasa wetu wa digital nimemwona pia Covenant, na mambo yatakuwa mazuri. Karibuni ndani ya bahari elimu.